Update ya mahakamani leo, ni siku ya pili. Siku ya pili, mwenyekiti wa chama taifa, mheshimiwa Lissu anaendelea na zoezi lake la kuuliza maswali ya kumdodosa shahidi wa jamhuri aliyekuja jana. Kwa maneno mengine, mwenyekiti bado anashughulika na shahidi wa kwanza wa jamhuri, huenda tamaliza kesho au huenda asimalize kesho. Kwa hiyo status ya leo kwa maana ya kesi nayomkabiri mwenyekiti wa chama taifa leo tumeendelea tu na hali ile ile ya ya kumuuliza maswali na amefanya kazi hiyo kama mlivyoona tangia asubuhi na mpaka jioni, kwenu ninyi mliokuwepo mahakamani na kwa Watanzania ambao hawajapata fursa ya kuja na wengine wako ndani ya nchi au wengine wako nje ya nchi, zoezi la leo ilikuwa ni cross examination na inaendelea kuanzia saa tatu, tumefanya jukumu hilo vizuri. Mwenyekiti amefanya hiyo kazi, tuli break mchana, lakini baadaye walirejea mahakamani ili resume, zoezi limeendelea mpaka takriban saa kumi na moja kasoro baada ya hapo mahakama imeahirisha shauri hilo mpaka kesho, ambapo mahakama tena itaendelea kwa shahidi kuendelea kuulizwa maswali kulingana na ushahidi aliyoutoa. Kwa hiyo akimaliza hapo, akimalizana na, na shahidi huyu, basi jamhuri wataleta, wataleta shahidi mwingine. hili kachana na kesi ya mwenyekiti, naomba kuwafahamisha watanzania kwamba baada ya jeshi la polisi kuendelea kumshikilia kinyume cha utaratibu mwenyekiti wetu wa CHADEMA wa wilaya ya Ubungo Ernest Mgawe ni wilaya ya Kibamba naambiwa e, maombi mawakili wa chama pamoja na mawakili wengine wa kutoka baadhi ya asasi za zinazotetea masuala ya haki za binadamu waliwasilisha maombi Mahakama Kuu, na nafurahi kuwafahamisha kwamba maombi hayo yamesajiliwa tayari, mawakili wanashughulikia wito samas ya kumuita mkuu wa jeshi la polisi pamoja na watu wengine wanaohusika ambao wanaendelea kumshikilia mwenyekiti wetu wa chama kinyume na utaratibu, ili waje hapa mahakamani kuiambia mahakama ni kwa nini hasa wanaendelea kumshikilia Mgawe kinyume cha utaratibu na au kwa nini hawamfikishi mbele ya mahakama ili aweze kujibu mashtaka kama kuna makosa anayotuhumiwa nayo. Pamoja na Mgawe wako watu wengine pia wawili ambao wameunganishwa kwenye hati hiyo yuko mtu mmoja ambaye anaitwa Innocent lakini kwenye mitandao wanamwita kama Kiduku pamoja na dada mwingine anaitwa Frida. Wote hao watatu wako kwenye hiyo hati moja ya maombi ambayo imesajiliwa mahakamani hapa, na Mwenyezi Mungu akipenda kesho, wito ukatolewa, basi tutatoa pia update na mwendelezo wa jambo hilo litakuwa limefika wapi. Asanteni sana andugu wa Tanzania na wanachadema wenzangu. E, leo imekuwa ni siku ya pili ya mwendelezo wa kesi e, ya mheshimiwa Lissu ambapo upande wa waleta eh, mashtaka walikuwa eh, waki, wa, wameleta mashahidi wao, na leo eh, mheshimiwa Lissu alikuwa akimfanyia cross examination eh, sh, eh, shahidi wa kwanza, eh, shahidi wa kwanza kabisa katika kesi hii na kama ambavyo tume, tume, tumefuatilia huko ndani eh, kesho bila shaka eh, shahidi huyu ambaye leo Mheshimiwa Lissu ameanza naye, basi bila shaka kesho ataendelea naye na, na anaweza akamaliza naye kutegemeana na jinsi atakavyotoa ushirikiano. Kwa hivyo, e, shauri hili linaendelea bado ni refu sana. E, upande wa mashtaka wana mashahidi wengi, Mheshimiwa Lissu naye atakuwa na mashahidi wengi. Kwa hiyo shauri hili bado linaendelea, litakuwepo hapa kwa muda mrefu sana. Niwaombe wa Watanzania wote wana Chadema kama jinsi ambavyo eh, majaji jopo la majaji walitoa eh, maelekezo siku ya jana, walifafanua na kueleza kwamba eh, eh, wa, wa, wa, wanachama wote Watanzania wote ambao wana shauku ya, ku, ya kuja kufuatilia jambo hili basi eh, waruhusiwe kuja bila kubugudhiwa. Eh, tunafahamu ukumbi unachukua idadi fulani kwa hivyo hao ambao wanaweza kuja basi waje bila kubugudhiwa. Tume, tume experience tatizo ambalo limekuwa linatukwaza sana kwamba wakati mwingine ukumbi unakuwa haujajaa halafu watu wanazuiliwa hapa nje. Hili limekuwa tatizo na limekuwa linatugombanisha nagombanisha eh, eh, watu na jeshi la polisi, jambo ambalo hatutaki kuona u, maeneo ya, ya, ya viwanja vya mahakama pakiwa maeneo pafujo na watu kugombana Nirejee maneno haya ambayo nimeyasema mara zote, kwamba watu wanapotoka manyumbani mwao wanapokuja hapa, huu sio uwanja wa vita. Watu wanakuja kwa lengo moja tu, wawahi, wapate siti, wasikilize kesi inavyoendelea. Kwa hiyo wanapokuja hapa tena halafu unaishia kupigwa virungu na, ku, na kufanywa bugudha, haya mambo yanakuwa yanatia unajisi sana eneo hili ambalo e, ni, ni eneo la haki na linatakiwa lionekane kabisa linatenda haki. Kwa hivyo nitoe wito eh, kwa wanachama, kwa Watanzania waje, wahudhurie, wafuatilie kesi hii eh, ambayo ina interest ya Watanzania wengi ambao wanataka kufuatilia.